Na sasa ni wasaa wa utabiri wa hali ya hewa kwa muda wa saa 24 zijazo tukianzia saa tatu siku kutoka Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania. Karibu tuanze utabiri wa kwa kuangazia mifumo ya upepo. Upepo wa bahari unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 40 kwa saa kwa upande wa pwani ya kaskazini pamoja na pwani ya kusini, hali ya bahari inatarajiwa kuwa na upepo mkali. Ziwa Victoria pamoja na kusini mwa ziwa Tanganyika, upepo wa ziwa unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa hali ya ziwa inatarajiwa kuwa na mawimbi makubwa kiasi. Kaskazini mwa ziwa Tanganyika, ziwa Rukwa pamoja na ziwa Nyasa, upepo wa ziwa unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita ishirini kwa saa. Hali ya ziwa inatarajiwa kuwa na mawimbi madogo. Mamlaka ya hali ya hewa Tanzania inatoa angalizo rama tarajiwa vipindi vifupi vya upepo mkali unaofikia kilomita arobaini kwa saa na mawimbi makubwa yanaofikia mita mbili hususan katika pwani ya kaskazini. Pia mamlaka ya hali ya hewa Tanzania inatoa angalizo na matarajio ya vipindi vifupi vya upepo mkali unaofikia kilomita arobaini kwa saa hususan kwa pwani ya kusini. Tafadhali chukua tahadhari. Kiwango cha chini kabisa cha joto la chini kinatarajiwa kufikia nyuzi joto nane katika mkoa wa Njombe ukilinganisha na maeneo mengine hapa nchini hususan nyakati za usiku. Na kwa usiku wa leo ni matarajio kuwa maeneo yote hapa nchini yanatarajiwa kuwa na hali ya, ya mawingu kiasi na makavu kwa ujumla lakini kwa siku ya kesho maeneo yanayozunguka ziwa Victoria, hususan mkoa wa Mara, mkoa huu unatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi mvua na ngurumo katika maeneo machache na vipindi vya jua. Arusha, Kilimanjaro, Tanga, Dar es Salaam, Pwani pamoja na visiwa vya Unguja na Pemba, maeneo yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Maeneo mengine ya hapa nchini yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na vipindi vya jua. Mpaka hapa kutoka Mamlaka ya Hali ya Tanzania, hatuna la ziada. Asante, na nikutakie usiku mwema.